Akiri kwamba nilipokea binafsi kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo cha mwenzetu ndugu yetu bosi Ruge Mutahaba tarehe ishirini na sita jioni la mida ya saa moja na nusu na naweza kusema Ruge ilikuwa ni mojawapo ya kijana Mtanzania Mtanzania halisi mwana ya kijana mzalendo aliyependa nchi yake na kuwapenda watu wake. Na Ruge alikuwa na vipaji vingi, na hakika alitumia vipaji vyake kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Naweza kusema Ruge ni mtu ambaye alichukia umasikini na alitumia vipawa vyake vingi kupambana na umasikini, na hakika Ruge imekwenda kukaribia nchi nzima kukutana wa Tanzania na Watanzania kwa ajili ya kuelimisha na kuwataka wabadilishe fikra na kuwa wathubutu katika kupiga hatua za maendeleo. Na nimemfahamu Ruge siku nyingi, sio moja kwa moja, kupitia nikiona jitihada zake za kupambana na umasikini hasa kwa Watanzania wa chini. iikuchana naye kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na kumi na saba kiwa Kigoma katika majukumu, kapata fursa ya kuwa naye karibu na kuongea naye na kubadilishana naye mawazo na nanzitukaa mahusiano ya mara kwa mara katika mambo mbalimbali, na mara ya mwisho baada ya kuchelakuwa mkua kwa mkoa alitumia salamu zake, na kwa bahati nzuri baada ya kupisha tarehe moja mwezi wa nane tukutana naye tarehe tukuta mbili au tatu ya kumbuka vizuri, tulikutana tukao jambo kifupi, lakini kubwa tuliongea ni kwamba upo muhimu wa kufanya jambo kwa ajili ya mkoa wa Kagera, na hilo tulikuwa tumejiwekea mkakati na akasema, alikuwa na ajenda moja, akimaliza tutawasiliana kwa ajili ya kukaa pamoja tuone jambo gani tunaweza kufanya kwa pamoja kwa ajili ya mkoa wa Kagera, na hapo nilikuwa mwisho wa mawasiliano mwaka jana mwezi wa nane hapo tukapata fursa ya kukutana na kuongea tena azma juu ya ya kufanya jambo la la pamoja mkoa mkoa wa wa Kagera lakini, wa Kagera lakini, atakumbukwa sana na kuja kwenye fursa na kwa na azimio la Kagera, azimio ambalo kikubwa lilenga kuwafungua watu, kubadilisha mtazamo na kuwa na uthubutu moja. Hapo jambo kubwa ambalo nilijifunza kutoka kwa Ruge ni swala la uthubutu muda wote ya alikuwa anaona fursa mbele na alikuwa haoni vikwazo, na itaka watu vijana wa marika yote muda wote waangalie na waweke malengo wa makubwa ambayo watatumia nguvu zao wa kuyafikia na wasiangalie changamoto au wa vikwazo ambavyo vipo uh, katika kufikia malengo yao. Kwa kweli, kile tuko tulipoteza kijana mahiri Tanzania, mzalendo wa kweli aliyepigania sana maendeleo ya taifa lake kwa kuwaengage vijana, wanawake na watu wa marika yote kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja lakini mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu. Jambo moja kubwa kutoka kwa Ruge alikuwa ni kijana mpambanaji na asikata tamaa. Nafikiri ni jambo kubwa ambalo vijana wengi wanaweza kufaidi kutoka kwake. Kwamba lazima tupambane ili tufikie mbali yetu na tusiweke vikwazo na tusikate tamaa katika yale ambayo tunayaamini kwamba tunaweza kuyafikia. Sisi kama uongozo wa mkoa tutashirikiana na familia kwa sababu nafahamu wanakuja kuzikwa hapa siku ya Jumatatu kuhakikisha kwamba anapata mazishi anayostahili kama kijana mzalendo aliyetumia muda wake mwingi kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu.